Mpenzi mtazamaji, hapo ni TOSOF. Tumefika leo mahali hapa, ni Goba container. Tumeonana na dada yetu hapa anaitwa mama. Mama nani? Mama Hawa, mama Hawa, mama Hawa na mtoto wake hapa. Tumekuja mahali hapa ili kuongea naye kujua mawili matatu, nini anapitia changamoto gani anapitia na nini anatamani kusaidiwa ili arejeshewe furaha katika maisha yake. Unaitwa nani? Naitwa Jeniffer Bahati. Una, una miaka mingapi? Na miaka 32. Unaishi wapi? Naishi container Goba, una miaka mingapi? unaishi na nani? naishi peke yangu na mm. mm. tatizo gani ambayo mtoto wako alikutana nalo mpaka kawa hivi? ai yes, wakati wa kujifungua kwa sababu akulia kwa wakati a, a, a nani, lakini wakampeka kwenye oksijeni mm. akukata dakika tano, mtoto akalia, wakamletea mm. ni mnyonyesha, alivuta tu mara moja mm. baada ya hapo, akaanza kukalia sana na alilia usiku kucha. Mm. Ndipo nadhani tatizo ndio lilipotokea hapo. Kwa hiyo tangia siku ya alivyokuwa mdogo. Eh. Eh. Akawa hey. Na tatizo kama hilo mpaka sasa hivi. Ndio nile na nini kitumikia kwa sababu nimelazwa hospitali kama miezi mitatu hivi. Mm. Walimhangaikia na nimhangaikia naye kama vile kaja likakava likawa halionekani hili tatizo. Mm -hmm. Nimekuja kujidhihirisha akiwa na miezi mitatu. Mm. Miezi mitatu ndio maana mtoto kabisa ni kama mlenda kabisa. Wampeleka hospitali wamchunguze kwa mara nyingine tena, mm. Wanasema mtoto ana tatizo lolote, mm, zaidi tu ni mazoezi. Mm. Mm. aonwo me... Kiukweli nimeenda mazoezi na hospitali mazoez, tofauti ndio hivyo, najua kina mama tunavyopitia hivi. Maana yake unavyoenda mazoezi lazima utumie nauli, mm, utumie yani gharama tuseme, gharama za kumpeleka mazoezi, eh, sometimes unakuwa mazoez. Eh, una hizo hela, mm, namaa ukaa nyumbani unatulia, mm, eh. Kwa hiyo wewe unajishughulisha na nini? Mimi nafuafua tenda kama hivi ni mm. Yaani nafuafua tu kwenye majumba ya watu. mm. Kwa hiyo uh, niseme niulize ni kitu kingine kuwa huyu mtoto ana miaka mingapi? Ana miaka nane. Kwa hiyo uh, tatizo lake haswa uh, tuambie, afanyi nini afanye nini Yaani kila aongei mm. hakai mm. yaani kitu afanye Yes. Kwa kama nataka kumpeleka sehemu nyingine ni kumbeba Nikumbeba. Lakini mm. akili yake ipo vizuri yaani, ninavyoongea hivi ananielewa na ananisikia na vizuri kabisa, imjaribu kumsemesha kitu kama atachukua na mingi gani? Okay, pezi mtazamaji wa TOSOF, kama tunavyoona hali ya Hawa hapo, ni kwamba akili yake nasema iko vizuri kabisa, lakini akai wala atembei wala awezi kuongea afanye chochote, na maana mama mpaka am, amvue nguo pale pale amsa, amsaidie pale pale ambebe, ndo anavyoishi naye hivyo. Kwa hiyo changamoto gani umekuwa mkizipitia kutokana na hiyo hali ya mtoto? Unaweza kwenda kupanga kwenye nyumba mm. kwa sababu kwa mfano tunamtafuta dalala tafute chumba mm. kweli awamu ya kwanza ile utapata chumba mm. utalipa hela sasa mm. mwenye nyumba labda akikuona labda una mtoto wa design kama hii mm. kiukweli mm. n yani, saa tanani atalizia ile miezi zitakavyoisha mm. anakwambia dada Ndoka. Ondoka mona mm. mm. huo ni unyanyasaji pia, kwa sababu unajitahidi, yani unajitahidi kukaa karibu na jamii nao kuzunguka mm. lakini unajikuta ile ile jamii bado inakunyanyapa, yani wanaona kama ukiwa na mtoto wa design kama hii yani mm. kama, yani kama vile unakuwa hauna uhuru lakini, mm. ukitaka kuangalia, wote ni Watanzania, lakini wote ni wanadamu ne... wanaona mm. yani kama vile mwanangu yupo tofauti na watoto wengine. Kwa hiyo Mama Hawa, nimekukatisha, kwa hiyo una uhakika mtoto wako akisaidia anaweza kapona? Kiukweli yote ninamwachia tu Mungu ninaamini kwamba kuna sehemu hata yani hivi alivyo kuna sehemu atatoka sehemu hii e, yani atakuwa na afueni kidogo, kwa sababu alikwambia afanye mazoezi afanye mazoezi. So mambo gani ambayo natamani watu wakusaidie kweli? i mm. mimi hapa binafsi yani, mm. kwanza mm. nilikuwa naomba mm. nipate japo hata msingi msingi wa nini wa biashara, nifanye tu biashara mm. Yeah. biashara gani ambayo mmewahi kuiwaza kuwa ukipata hiyo utapata cha hela ya kumsaidia mtoto wako na nini? biashara gani? natamani nifanye biashara isiyooza kama hivi, then kama labda nipate duka ambao, mm, najua duka langu nilifungua duka mm, na mwanangu atakuepo pale. Okay, utakuwa naye pale mazingira mazuri, mazingira mm, kama sio duka, then hata kama ni duka la nguo mm, lakini sana sana duka mm, la nafaka la nafaka yes. Sawa sawa, umewahi kuwaza mtaji ni shingapi kwa duka la nafaka kuanza nalo? yeah, kuwaza, kuwaza sawa. yeah. kitu kingine ambacho nitamani mtu akusaidie. Na, namba mbili mm. mm. sehemu ya kuishi Mhm. Sasa ile sehemu baada ya kupata changamoto ya mtoto kwa kweli nimeshindwa takujema oh. Kwa hiyo una kiwanja, una kisemu. Wapi huko Mlandizi? Okay. Natamani Watanzania mm. wenzangu Mhm wanisapoti tu japo nipate hata chumba kimoja pale mm. niweze tu nikakae na huyu mtoto ili niondokane na hizi karaa mm. za wenye nyumba. mm. kwa sababu inakuwa ni shida. ni shida kukaa naye kwenye kupanga e, kwenye kupanga inakuwa ni shida, ndo kama hivi maisha yetu yakuungaunga, mara hapa mara mm. kule mm. e, siku ukipata unakula, siku ukikosa ndio hivyo. mm. kwa inakuwa bado mm. e, lakini at least nikawa labda nipo kwangu mm. natafuta tu, napambana hela ya nini ya kula, na kula. Mwanangu, na mm. sio mbaya. Sio mbaya mm. Na tayari kiwanja unacho eh? kiwanja ninacho. Sawa na, na kitu kingine cha tatu ambacho natamani mtu usaidiwe changamoto labda mm. kuhusu mtoto mtoto eh, eh, siwezi kumkatia tamaa mm, kwa sababu sijui kesho yake mm, natamani pia asome. Mm. Eh, eh, yani asome, siwezi jua kwamba atakuwa ni nani mm, lakini pale atakavyosoma kadri, kwa sababu anapoenda anapokaa na wenzake anakuwa anachangamka sana na, kuna shule ambazo amezifuatilia? Kama akipelekwa huyo kuna shule zao maalum, au ni asome wapi? Kuna shule zao maalum, lakini kiukweli mm, nazisikia lakini sijui kufuatilia mimi, kama mimi Mm. E, kwa sababu hizi shule za kawaida hizi mm. kiukweli nilizifuatilia mwaka jana mm. nilivyofuatilia mm. kiukweli, walimu bado bado hawajapata elimu ya watoto ya watoto kwa kuhudumia, hawajapata kwa e, bado kwamba ukiwapeleka, nakwambia, wana shule zao special mm. pelekeni huko, si hapa okay, hatuwezi kuwahudumia kwao. Oh, natamani natamani kweli watazamaji au mm. mnaonisikia mm. natamani mwanangu pia aende shule akajichanganye na wenzake kwenye shule zao special, huenda labda ata yani saa atakuwa hivi, lakini kuna kitu ambacho atakacho ongezea Ungeze. atakacho ongezea kwa sababu atakapoenda kule kwenye shule zao special hmm. kuna, kuna mazoezi pia, hawaendi shule darasani hmm. la lazima wapitie kwenye mazoezi kidogo, wanaingia darasani. Kwa hiyo akienda, okay. kwenye shule inawezekana pia akapata mazoezi Haende. kule ya viungo Ndio. Oh. Nina amini kwamba mm. akabadilika mm. Yes. Sawa sawa mm. Kwa hiyo, uh, unaweza kuongea naye tuone tena. Ndiyo, auntie, yuko wapi? Kwa hiyo ni kwamba ukiongea na kuelewa na anajua nini umesema Ndiyo. Lakini ni kuongea na kusimama Ndiyo, mm. na kushika kitu chochote. Awezi, mikono imelegea, si ndio? Mtu aonyeshe mikono yake tuone, mikono yake tuone, naweza ukashika mikono yake tukaona vizuri mtu mtazamaji aone vizuri, mimi hawezi kukamata kitu eh, au msimamishe. Kwa kwa hiyo hawezi kusimama vizuri, hawezi kusimama vizuri na mikono yake, hawezi kukamata kitu. Tumeona mm. oh. Hiyo sawa, sawa. Kwa mpenzi mtazamaji, tume tuko uh, uh, goba Goba hapa tumeongea na mama Hawa, tumemwona Hawa mwenyewe ameongea jinsi gani anatamani kusaidiwa. Ni binti mdogo ambaye ana mtoto, hawezi kufanya chochote bila ku uh, hawezi kwenda sehemu yote kufanya kazi bila mtoto wake, lazima mbebe aende naye. Amekutana changamoto nyingi, kwa sababu waajiliwa wengine hawataki aende na mtoto kama hivyo. Kwa hiyo anaomba apate msingi wa biashara ili aweze kukaa na mtoto wake sehemu ya biashara. Pia ameomba mtoto wake aweze kupelekwa kwenye shule special, ili angalau kule apate mazoezi, sababu daktari alimwambia kuwa anatakiwa kupata mazoezi ya viungo, asikae tu nyumbani. Kwa hiyo ameomba msaada wa shule special kumpeleka mtoto ili asome na kujichanganya na watoto wengine na kupata mazoezi huko. Naamini kuwa kupitia hapo mtoto wake ata, atapata matibabu na atakuwa vizuri. Karibu nitasofa, tutaweka namba zetu za simu pale. Tunaomba utupigie ili tuweze kumfikia dada Hawa na kumpa tabasamu tena kwa ajili ya mtoto wake na maisha yake. Karibuni na mbarikiwe.